E, tuko hapa tumetembea mji wa Kisii kaunti, e, kujua kusikia maoni ya wananchi kuhusiana na ujo wa kesho wa Fredi Okengo Matiang'i. Tuko na ndugu yangu hapa ambaye ni mwanabodaboda, nataka atueleze kuhusiana na vile wamejipanga kukaribisha mheshimiwa Fredi Okengo Matiang'i. Sasa ndugu yangu. E, niko salama. Na nataka uniambie, je, kesho kuna e, mheshimiwa ambaye anakuja ambaye ni Fredi Okengo Matiang'i. Je, mme, mme, mmejiandaa aje kumkaribisha? Ujio wake wa kuja hapa Kisii. Anza na majina. Mimi ni Ronald Kanti Ronald kutoka state ya Post Bank. Mimi ni mwana boda boda. Nimefurahia sana kukaribisha kesho ndugu yetu Fred Matiang'i. Sisi kama wa Kisii tuko na yeye, tuko nyuma yake. Na tuko tayari kumsaidia kwa njia yoyote. Na mkisii yoyote round hii mwenye yuko nyuma ya Matiang'i, sisi kama wa Kisii tunamjua kama mchawi. Kila mtu ako nyuma yake, na tuko na furaha kupokea kijana yetu kutoka nchi Uka, apa kujipanga hapa Kisii rap tuerkamaosebe. Mimi ni mkaaji wa Kisii, nina furaha ya kwamba kesho tunakaribisha mtoto wetu Fred Matiang'i, ambaye atakayetuwakilisha sisi watu wote kama rais wetu wa Kenya. Tunahitaji maendeleo na tunahitaji kupumzishwa mzigo ambayo tumebeba. Matiang'i, tunakukaribisha ujisikie huru kutuongoza hii taifa letu la Kenya. utu... wakati tulisikia ati mwenzeitu Fred Matiang'i anaitisa u president, tulikuwa na furaha, hata wakati huu tuko na furaha. Tulisikia ati ametoka ng'ambo, amekucha Nairobi. Ako uko na tumesikia on Friday, atakucha Kisii hapa kwetu Kisii kesho. Kesho haki tutakuwa na furaha, tunataka tumukaribishe na shangwe na vigeregere kwa sababu tumeteseka sana na uongozi ambao tuko nayo wakati. Kwa maoni ya pili, kesho mheshimiwa wetu anakuja mtarajio wetu president, anakuja kesho. Tunamshukuru na tunamwalika Kisii afika salama. Tunamwongoja na tunamkaribisha. Karibu unga, karibu unga Matiang'i kutoka Kanyete, kwa chensi chikurango chonzi karibu, karibu. Mimi ni mkaaji wa hapa Kisii. E, Waswahili walisema mjeza kwao utuzwa. Matiang'i Tunamngoja na tunamsubiri, tunataka kumkaribisha kwa mbwembe na mahanja, mkokuu akaribisho nyumbani. Na kumbuka kwamba mimi ni mama mmoja wa mama wale wanauza sokoni maligiti ya Kisii. Kesho tuko na mgeni ambaye tumetarajia kwa siku nyingi, mutoto gwetu Matiang'i karibu sana nyumbani. umwana bwabagusii twagokaribisire nigo tori namogoko tiguetengang obwaki bwangu ije erinde tosirikiane naye karibu sana abantu ba minto mwezi asemotegererete gusi engima na nyamira mwezi kenya yonsi njo toangerrekanmo erie tkarabiaomoray oito mbia sana sana mungu agwa bariki na Eh, tuko na mgeni ambayo ni Fred Okengo Matiang'i eh, anakuja hapa Kisii County je, maoni yako ni yapi? Kwa majina, mimi ni Daniel Nyamumbo mukaci wa muka Kisii County yangu mimi kusema hii tuko kwa Fred Okengo Matiangi. Hiyo tu. Yana mambo ya JNC vile wana wameamuka. JNC, tunawaambia sisi wasee tuko nyuma yenu. Na Wakenya wote, wa mama, wa mama mboga, wana watu ya bodaboda, wote wako nyuma yenu. Ndio, ndio, sio kama saa ile, siku ile mlikuwa mdanganywa ate, ate potomap. Sasa kuna kitu kingine, huyu nani anaitwa, anaitwa mudabati. Kuna kitu kingine alisema ate chupa, ukiinamisha chini hiyo kiti yenye ilikuwa ndani utakipata iko si itamwaika chini. Yote. Kwa hivyo ndugu yetu amekaribishwa na siku zote, na mgeni yeyote yule akuje na atuambie mazuri. Kwa hivyo ndugu yetu, karibu Matiang'i, na hapa Kisini kwako na wote ambao wa watakuwa uwanjani wote watakuwa ni wana wa, ni wafuazi wako hasa, ili tunataka 2027 uweze kutusimamia na utupee mazuri ambao vile tumeona vile hitaji letu vile liko. Asanteni. E, tuko hapa tumetembea mji wa Kisii kaunti, e, kujua kusikia maoni ya wananchi kuhusiana na ujo wa kesho wa Fredi Okengo Matiang'i. Tuko na ndugu yangu hapa ambaye ni mwanabodaboda nataka atuambi atuelezee kuhusiana na vile wamejipanga kukaribisha mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Sasa ndugu yangu. E, niko salama. Na nataka uniambie, je kesho kuna Eh, mheshimiwa ambaye anakuja ambaye ni Fred Okengo Matiang'i. Je, mmejiandaaje kumkaribisha ujio wake wa kuja hapa Kisii? Hata na majina. Mimi ni Ronald Kanzi Ronald. Kutoka stage ya Postbank mimi ni mwana boda boda. Nimefurahi sana kukaribisha kesho ndugu yetu Fred Matiang'i. Sisi kama wakisi tuko na yeye tuko nyuma, ya nyuma yake na tuko tayari kumsaidia kwa njia yoyote, na mkisi yoyote raundi hii mwenye yuko nyuma ya Matiang'i, sisi kama wakisi tunamjua kama mchawi, kila mtu ako nyuma yake, na tuko na furaha kupokea kijana yetu kutoka nje hapa kujipanga hapa Kisii mimi ni mkaaji wa Kisii. Nina furaha ya kwamba kesho tunakaribisha mtoto wetu Fred Matiang'i ambaye atakayetuwakilisha sisi watu wote kama rais wetu wa Kenya. Tunahitaji maendeleo na tunahitaji kupumzishwa mzigo ambayo tumebeba. Matiang'i, tunakukaribisha, ujisikie uhuru, kutuongoza hii taifa letu la Kenya. Kwa maoni ya pili, kesho mheshimiwa wetu anakuja, mtarajiwa wetu president anakuja kesho. Tunamshukuru na tunamwarika Kisii afika salama, tunamwongoja na tunamkaribisha. Karibunga, karibunga Matiang'i, notokoanyete chensichikurangu kwatole chonzi, karibu karibu. Wakati tulisikia ati mwenzeitu Fred Matiang'i anaitisa u president, tulikuwa na furaha. Hata wakati u tuko na furaha tulisikia ati ametoka ng'ambo, amekucha Nairobi ako huko na tumesikia on Friday atakucha Kisii hapa kwetu Kisii, Kisii. Kesho. Kesho haki tutakuwa na furaha. Tunataka tumukaribishe na shangwe na vigeregere kwa sababu tumeteseka sana na uongozi ambayo tuko nayo, wakati mimi ni mkaaji wa hapa Kisii. Eh, Waswahili walisema mjeza kwao utuzwa. Matiang'i tunamngoja na tunamsubiri, tunataka kumkaribisha kwa mbwembe na mahanja. Mkookuu akaribishwe nyumbani. Na kumbuka kwamba jini kwa majina ni Rebecca Kerubo, mimi ni mkazi wa Kisii, mzaliwa wa Kisii. Mheshimiwa wa Matiang'i, tunakukaribisha, tunakungojea kwa hamu kwaamu sana, tunatarajia utuambie maneno mazuri kwa sababu mahali Kenya iko tunaona wewe ndio utaiokomboa Kenya. Kwa hivyo tunakungojea kwa hamu na tunatarajia matarajio mazuri kutoka kwako. Tuongeleshe vizuri. Mimi ni mama mmoja wa mama wale wanauza sokoni maligi, Marigiti ya Kisii. Kesho tuko na mgeni ambaye tumetarajia kwa siku nyingi, mtoto wetu Matiang'i. Karibu sana nyumbani. Umwana bwa Bagusii, twagokaribisire nigo tori no omogoko toigwote ngango obwaki bwango oiche erinde tosirikiane to naye karibu sana abanto bamito mwezi asemotegererete gusia engima na nyamira kenya mwezi kenya yonsi incho tosangererekane amo erinde tokarabisa omorayi oito mbia mono sana mungu agwa bariki eh... kwa hivyo ndugu yetu amekaribishwa na siku zote na mugeni yoyote yule jure Akuje na atuambie mazuri. Kwa hivyo ndugu yetu, karibu Matiang'i na hapa kisini kwako, na wote ambao watakuwa uwanjani wote watakuwa ni, wana, uh, ni wafuazi wako hasa ili tunataka 2027 uweze kutusimamia na utupee mazuri ambao vile tumeona vile hitaji letu vile liko. Asanteni. Tuko na mgeni ambayo ni Fred uh, Okengo uh, Matiang'i eh, anakuja hapa Kisii County. Je, maoni yako ni yapi? Kwa majina mimi ni Daniel Nyamumbo, mkaaji muka wa Kisii County. Yangu mimi kusema juu ya Matiang'i, sisi kama wa Kenya sio kama wa Kisii. Sisi wa Kenya wote tumeamua raundi hii president wetu 60th president is Fred Okengo Matiang'i. Hiyo wa tu Yana mambo ya Gen Z vile wana wameamuka. Gen Z, tunakuambia sisi wase tuko nyuma yenu na wakenya wote wa mama, wa mama mboga, wale watu ya boda boda wote wako nyuma yenu, na ndio sio kama saidi. Siku ile mlikuwa mndanganywa ate bottom up, sasa kuna kitu kingine huyu nani anaitwa anaitwa Mudabati, kuna kitu kingine alisema ate chuba ukiinamisha chini hiyo kitu yenye ilikuwa ndani utakipata iko yote. Mimi kitu ya kwanza tutasema ni kwamba ujao wa kesho kwa Mheshimiwa Rais mtarajiwa Fred Matiang'i ni kitu ya muhimu, watu wote katika Kenya hii including the young generation inahitaji uwezo na utendakazi ambao alituonyesha, that is why the Kenyans wanamtaka kitu ya pili, wakati watu wamehitaji wanakutaka wasaidie, you don't say no, you just heed to the demands of the people so that wasaidie kile ambacho walikuwa wanataka kutenda na wewe, and that's what we expect. We don't expect anything less than that. Kwa hivyo yeye akija hapa kesho affected sana. Takuwa ni affected sana, kwa sababu mimi maitarajio yangu yote kazi ambayo alifanya naona ya kwamba ya akikuja pande ya president atasaidia Kenya. ujumi umekuwa mbaya hata uwezi kujua kesho ni nini. Asante sana. Hmm. E, kumbuka mtazamaji, hayo ndio maoni ya wakaazi wa Kisii County ambayo tumekuja kuchukua maoni yao kuhusiana na e, kukuja kwa mheshimiwa Fredi Okengo Matiang'i ambaye anatafuta kiti ya upresident. So tumechukua maoni na tunazidi kuchukua maoni. Asante. Amina. Mimi kitu ya kwanza tutasema ni kwamba ujao wakesho, wa kesho kwa mheshimiwa rais mtarajiwa Fredi Matiang'i ni kitu ya muhimu, watu wote katika Kenya hii including the young generation inahitaji uwezo na utendakazi ambao wa walituonyesha that's why the Kenyans wanamtaka. Kitu ya pili, wakati watu wamehitaji wanakutaka wasaidie, you don't say no, you just heed to the demands of the people so that wasaidie kile ambacho walikuwa wanataka kutenda na wewe and that's what we expect, we don't expect anything less than that. Kwa hivyo yeye akija hapa kesho, affected sana itakuwa ni affected sana, kwa sababu mimi maitarajio yangu yote, kazi ambayo alifanya naona ya kwamba akikuja pande ya president atasaidia Kenya. Ujumi umekuwa mbaya, hata uwezi kujua kesho ni nini. Asante sana. Hmm. E, kumbuka mtazamaji, hayo ndio maoni ya wakaazi wa Kisii County ambao tumekuja kuchukua maoni yao kuhusiana na e, kukuja kwa mheshimiwa Fredi Okengo Matiang'i ambaye anatafuta kiti ya upresident. So tumechukua maoni na tunazidi kuchukua maoni. Asante. Amen.